Laiti ninge uja mwishoni mwa safari mama, laiti ninge uja mwishoni mwa safari mama, ningejua mwishoni. Vipi afani? Na leo umekuja tena au kuna jipya? Hapana, hakuna jipya ila kuna ujumbe umetumwa ofisini kwetu kisiri sana. mm! Ujumbe wa siri? Ujumbe gani huo? na aliyetuma ni nani? na kwa nini atume kisiri? na mimi ndipo inaponipa changamoto kuelewa kwamba ili jambo lina ugumu sana ndani yake. Ndio maana nikasema ni ujumbe wa kisiri, kwa sababu ina maana kwamba hajulikani aliyetuma ujumbe na ujumbe huo kwamba inaonekana inavyosemekana. Sijui, sina uhakika, siwezi kuwa na evidence za maneno kwamba wewe ulikuwa kikwazo kikubwa sana kwa marehemu. Mimi sikuwa kikwazo kwa marehemu. Ninashanga unavyoniambia kwamba kuna ujumbe wa siri umetumwa hapa, inahitajika kifanyike kitu kwa sababu kunaonekana kuna, kuna mambo mengi yamejificha, alafu kuna picha ya gari inasambaa mtandaoni na gari hilo inaonekana ndio iliyosababisha mauaji. Yaani, kwa kweli afande, mimi sikuelewi, kwa sababu hiyo gari siku ya ajali sisi tulitoka haraka haraka, hatukuona gari wala kitu chochote kilichosababisha hiyo ajali. Ninashangaa unavyoniambia kwamba kuna gari inaonekana tena mtandaoni. Kweli picha ya gari inaonekana? Aliyeiposti ni nani? Um, mimi hicho kitu kindo kinaponipa mashaka kwamba kuna kitu nyuma pazia. Kwa hiyo kwa kuwa ni vitu vya mtandaoni, hatuna uwezo wa kusema kabisa kwamba ni kitendo hichi kimefanyika au ni fulani. Inabidi tuwe na evidence. Unajua, huwa siamini maneno maneno, napenda kufanya vitu kwa vitendo. Kwa hiyo acha nikaufanyia uchunguzi zaidi, pamoja na wenzangu, tutapata kitu. Sawa afande, nashukuru. Okay, nashukuru kwa ushirikiano wako. Asante, shukran. Am Maraba, binti yangu, jambo. Mi si jambo. Wapi huko? Nimetoka tu kutembea tembea, nyosha nyosha miguu. Naona hmm. umetoka kunyosha miguu. Ila mamaangu, swala umu mzito kama hili unaweza kutuambia lipi? Binti yangu kweli, mamaangu senta kuolewa na pidishe kama yule? Usitwambie kati. Tulikuwa tunaishi uswahilini, ugali tembele unapeana mpaka unga Leo mwanao kaolewa nabombia ipedeshe jitu lina hela eh, mama e, sijui nikuelezeje binti yangu, ila mimi kama mimi sijui chochote na wala sijui hata anakaa wapi. Ujui vipi tena mwao, mchanganyi. Unachokisema nakisikia au vipi? ninamaanisha ninachokizungumza sijui chochote na wala sijui hata anapokaa. Kauli ya ninge uja mwishoni mwa safari mama. Kauli ya ninge uja mwishoni mwa safari mama. Kauli ya ninge uja mwishoni mwa safari mama. Laiti ningejua uja mwishoni mwa safari mama. Kuna mambo siyaelewi. Naona askari anakuja hapa mara kwa mara na hata akija, anakuja na shahidi mbalimbali mbali, na hizo shahidi zote zinakulenga wewe. Hebu niambie, ni nini kinaendelea? Mm -mm. Ina maana umeshaanza kunitilia mashaka? Hapana, sikutilii mashaka, ila hata wahenga walishasema kwamba lisemwalo lipo kama halipo basi linakuja. Kwa hiyo siwezi kupuuza neno lolote nalolisikia kuhusu hili. Kwani ile siku ajali inatokea, si tulikuwa tumeketi wote hapa tena, hapa hapa tulipokaa sasa hivi ndo tulikuwa tumekaa hapa hapa? na wakati simu inaita napewa hiyo taarifa tulikuwa wote na wewe, ulisikia nikapokea simu, wakati nachanganyikiwa, nakumbuka na wewe ukanisaidia kuchanganyikiwa sasa inakuwaje tena leo? unani unanitilia mashaka? Mimi nimeshasema sikutilii mashaka, ila kama kuna jambo lolote unalonificha ni afadhali uniambie kuliko nikaja nikagundua mimi mwenyewe. Aivano, mimi siwezi kukuficha jambo lolote, na nina uhakika kuna mtu yupo nyuma ya huu mchezo na lazima tutamtambua tu huyo mtu. Sawa, hakuna shida, ila nitajua tu <sighs> ila tu nilikuwa na ombi moja. Siku ambayo utataka kwenda kule, kwa sababu wewe unasema anakoishi sento sente anapajua, nilikuwa naomba msaada wa kufika kwake ili nikaone kile ambacho kinajiri na nipajue. Hapa ambapo anaishi napajua, tena napafahamu vizuri, maana nishatimba kwenye mjengo mm ila kwa sababu umeniambia ni kuelekeze shida ndipo ilipo, kwa sasa hivi nina haraka, ila ni nitakuelekeza. Ndio vizuri tu, yaani umeona injia hii Fika hapo, wewe gonga kwanza, usigonge kuna zile kengele zisakengeamaa yaani. Mimi nimegonga nimekaa pale nje masaa mawili, mm. Kumbe kuna kengele mwezio sijui, ndio mm. Ufika pale upande wa kushoto pale pia tuhivi idole tuhivi hey. Anakuja mpaka pale. Nashukuru sana binti yangu. Hai mamaangu, mimi nilikuwa na safari zangu, mm. Acha tuniende, sababu nishakuelekeza Miechankwaja basi, nashukuru sana binti yangu. Usijali mamangu tena mimi, asante sana ha, po. Usijali miecha nitangulie. Aya, asante. Aya. Na wewe, na wewe bana. Alafu kumbe ndo nimejua dada, kila siku ndio shipembo mwenyewe kumbe mimi kila siku nakuja yeah. Basi mdogo wangu, njoo bwana tuongee kwanza <todoha> Eh hey, wewe bwana, na wewe nyanyuka. Yeah. Yeah. Yeah. Sachafua, <coughs> <coughs> lakini nimependeza na vituko wewe, sachafua wewe, nikae taratibu, asikansemesha maana tena <coughs> a <Yeah>. Kitajiri anaweza kukusemesha <coughs> yaani afadhali umekuja, <coughs> ba baba, yaani sikutegemea ungekuwa mwigizaji mzuri namna hii, sawa sawa kabisa, yaani najua umefanya kitu mpaka sasa hivi hajakugundua kabisa. Hawezi kunigundua mi, na mbinu zangu za utu uzima. Nilipofikia hapa, nitafanya vitu mpaka mwenyewe utaelewa, baba <laughs> <Ha>, kweli wahenga, mna <laughs> wahenga, mambo yenu <laughs> ni kweli kabisa. Basi sawa baba, hakuna shida. Wewe endelea tu kufanya uchunguzi wako kimya kimya, hamna shida. Mimi nitaifanyia kazi, na kama kuna lolote baba usi, usisite kuniambia, mimi nipo, hamna shida. Hamna shida mwanangu. Sawa baba, basi baadaye. Haya, asante. Haya, kijana wa siku hizi bwana. Yaani, mdogo wangu amenifurahisha. Wewe hatari yote tisa kumi, yaani afadhali umekuja yule askari bwana, sasa amekuja tena leo, kaja akaniambia kwamba una ujumbe wa siri umetuma ofisini kwao <tipat> <tipat> na huo ujumbe inasemekana kwamba ati mimi nilikuwa kikwazo kwa yule mama aliyefariki <tipat> na kubwa zaidi sasa, ehe, anasema kuna picha inasambaa mtandaoni, na hiyo picha ni ya gari, na hilo gari ndo lililotumika kumuua yule mama. Hey, yaani nimechoka nafsi mpaka roho hmm. Ila usijali Vizuri, umefika kwa tapeli, askari mpelelezi wa siri binafsi, ninajitegemea. Unanionaje kwanza, nilivyo damshi inguo hmm? Nimenua gharama. Wewe sasa, nikwambie mimi, ninabongela IT, yani huyo IT akikufanyia kitu um mm. Kimenyoka hivi. Sasa kitu ambacho nataka kukwambia, fanya mpango Nitumie hiyo picha hiyo gari, nimtumie iti wangu. Nakwambia hivi, anakuambia hiyo picha imepigwa saa ngapi, muda gani, lini, na kifaa gani kilichopigia picha hiyo gari. Ninavyokuambia. Hiyo picha yenyewe ni ninayo. Una kivipi sasa? Sida yaani ndio kwanza nimesikia. Basi sawa Kwani anakwambia kwamba iyo picha gari ya samba mtandaoni yafande basi, mfate muulize. Suna nambake, mtafute mwambie, nitumie hiyo gari. Ukishatumiwa tu usicheleweshe mambo, yaani usilaze kitu kikachacha, kika nitumie. Nami silazagi damu, Suna nielewa mambo yangu, hapitwangu dakika mbili nyingi ha, na kurudishia majibu. Mile navyokuambia sasa. sawa basi ngoja nifanye juu chini nipate hiyo picha nikutumie, maana yaani hapa moyo wangu ulikuwa umewaka, unajua mm -mm. Kuwaka moyo unawaka? je kati una dogo rubi dogo liloshiba mjini ajifanye so, wapelelezi <laughs> hey, hey, wamekutana na rubi toto la town, jina lenyewe Almasi. Oh, unaona kabisa jina langu miela. Utaonaje kama hiyo kesi nitakavichakachua? hao maskari si maitisi manini manini wamesomea uskari Mi watacha ndala kwangu. We dadangu wana kati mimi nipo. Kwanza hebu niangalie. Eh? To live or shine kama ile flani hivi. Eh? Ni naenda kukufanyia kitu hicho. Mimi nakwambia lazima wakimbie. Bora hata umekuja, yani moyo wangu umepoa, maana yani nilikuwa yani moyo mzito. Kwangu mimi ndio nikwambia mimi. Ya, mimi ndio mimi sasa nipango kulivia mjini. Sina uswahili kwa sababu dajeni hapa. Kashakwambia tu kwa waganga. Ila mimi naenda kisomo. Kashakwambia nina ni kwa kwa, si hapa nimekwambia, hapa tunikuana mimi, bwana mdogo wangu, yangu ni hayo, lakini pia sikukutegemea kama ungekuja. Nilikuwa napita tu hapo mwenyewe se... nikasema, kwani sipite kwenye nyumba la kishuu ghorofa tatu, nikasema nikasema nije hata nipate taka juisi, maana unaelewa tena dika <laughs> <nge> na kiu <laughs> <laughs> Aya, basi ngoja nikakutengenezee mara moja juisi. Eh? basi nasubiri, basi ni nipe dakika hizi <laughs> <laughs> Ule ujumbe nilokuambia ulotumwa ofisini ulikuwa unasema kwamba Laiti ningejua nini ninge, ninge muheshimu laiti ningejua.